Nafasi ya mwanamke ni kama ya Roho Mtakatifu. Mwanamke ni msaidizi. Biblia inatuambia Roho Mtakatifu ni msaidizi tuliyepewa na Kristo ni kusaidia yale maono yaende, ni msaidizi. Wanawake ni destiny helpers, maanake kile ulichokikuta unapaswa kukiendeleza, sio kile ulichokikuta unapaswa kukiua. Maanake unasaidia lile kusudi la mume wako, lakini wengi mmefika mmeua kwa sababu ya viereere, maanake na yeye anataka kuleta utawala wake. Sikiliza nikwambie, mwanamke na mabinti huko tayari kutawaliwa, usiolewe, rudi kwenu. Naenda katawale pale kwenu. Mwanamke anatakiwa kusubmiti kwa mume, umeumbwa kutawaliwa. Hii 50 50 rudisha kule kwenu, huko ulipoenda ni 99.9. Jifunzeni kuwa wanyenyekevu. Hakuna silaha kubwa ya matengenezo kama silaha unyenyekevu. Silaha unyenyekevu inaweza tengeneza chochote kilichoharibika. Sila unyenyekevu inaweza kuua chochote kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye familia. Sila unyenyekevu inaweza kumbadilisha mume wako, hata kama ni mkali kama simba, ni mkali kama mbogo. Na unyenyekevu sio ujinga, unyenyekevu sio upumbavu. Unyenyekevu ni hekima itokayo juu, inaweza kumpa mtu kuinuka kwenda hatua ambayo Mungu ameikusudia katika jina la Yesu.